wakazi wa kijiji hiki na maeneo ya jirani hujishughulisha na kilimo kwa asilimia mia moja. Hivyo pesa yao hupatikana mara baada ya kuuza mazao, ndipo walipokuja na wazo la kujenga zahanati kwa kuchangisha kadri ya mahitaji yao. Hii zahanati michango tu, yani michango tumeanza nayo wananchi. Tunaanza na michango shilingi elfu mbili elfu mbili mbili, tunakuta haikizi, tunaanza tena na michango elfu tano, tano haikizi, tunaanza na michango elfu kumi kumi bado wananchi haikizi, tumeanza tena na jengo la, la jengo la mganga na yeye ni nguvu ya wananchi. Bado tunahangaika, serikali haitusaidii popote hapa. Tunachoomba kama ni huduma, tunataka waganga nao wawepo. Kama ha, mganga hana nyumba, afadhali tutafute nyumba apa, nani tuna, wamama tunahofia, wamama wanakoenda mbali ile mganga afadhali tupange wa nyumba wakati tunamalizia pale, wakati huku tunahudumiwa. Yaani tunapata shida, tunahangaika, tunaomba msaada, tuletee hata mwanamganga hata mmoja. Eneo hili tayari lina miundombinu timilifu ambayo ni umeme wa TANESCO, maji ya bomba yapo ya kutosha, na linafikika kwa urahisi. Kinachoauma zaidi ni serikali kushindwa kuwaunga mkono licha ya juhudi zao walizozifanya kwa miaka yote hiyo. Baada ya jengo hilo kuonekana kufungwa muda wote, viongozi wakubwa wa wanakuja hapa, wanaahidi lakini ahadi zao hazina ukweli, hazina ukweli. Wamekuja wengi kwenye tamasha tamasha, tumeona kimya. Kero yetu tunataka Rais Mheshimiwa Samia utusikilize kero yetu. Kero yetu ni zahanati. Kwa kweli zahanati imekuwa ni kero kubwa kuhusu wananchi wa hapa, hii zahanati tu. Wakina mama tunapata shida sana. Kijiji cha Jojo kina wakazi zaidi ya elfu tatu wanaojishughulisha na shughuli za kilimo. Mwenyekiti wa serikali kijiji hicho Masumbuko Mwasile anasema wametumia zaidi ya shilingi milioni 24 na ili kukamilisha ujenzi wa boma wanahitaji zaidi ya shilingi milioni 18 ili zahanati hiyo ianze kutumika. kina vitongoji kumi na tuna watu tuna watu elfu tatu, mia tano, sitini na moja kaya tuna kaya mia tisa sabini na moja na ni kweli imekuwa ikikosekana hii huduma kwa watu wengi sana. Tungependa serikali itu, itusikie wanapotoka hapa, wakina mama, imekuwa ni changamoto kweli kufika kituo cha afya Santiria, imekuwa ni kilomita tano. Kwa kweli ni umbali ambao ni umbali sana, wakizungumza nami kwa njia ya simu. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, Erika Yegera, na mbunge wa jimbo hilo Oran Njeza wamekuwa na kauli tofauti kuhusu ukamilishaji wa zahanati hiyo ili ianze kutoa huduma. Utaunda kamati ya afya ikakague kuona kama itakuwa kwenye hadhi ya ufunguzi, angalau tupate huduma ya vipimo vya awali kamba zote hela ya mapungufu kuna hela miaka ishirini na tatu ni umri wa kijana wa chuo kikuu aliyezaliwa mwaka elfu mbili na tisa ameanza shule ya msingi sekondari na hatimaye chuo kikuu lakini kwa sasa kinashuhudiwa hapa ni zahanati hii licha kukamilika kwake na juhudi kubwa zilizofanywa na wananchi, bado haifanyi kazi. Ni kilio cha wananchi hawa na matamanio yao kuona serikali ikiwakumbuka, walao kuwapatia wahudumu wa afya ili waweze kupata huduma karibu na maeneo yao. Kakurumsimu, Habari Wikendi, Mbeya.